Nikawakuta ndugu zangu hawa dawati la Samia, nikasema uf, hapa Mungu anaweza kwa amenisaidia. Nilienda kwa ndugu zangu hao nikawahadisia, jamani, sisi tumezurumiwa maeneo yetu, tunaomba mtusaidie sisi, bwana tunanyanyaswa kwenye maeneo yetu. Walivyoniambia, waliniambia hivi, mzee, sisi tumetumwa kuwatetea wanyonge wasiyojiweza wanaoonewa kwa ajili ya haki zao, ndio kazi yetu sisi tuliyonayo. Nami nikasema sante Mungu, nikashukuru kweli kabisa. Hawa ndugu zangu walianza kulisimamia hilo jukumu, waliwaita yule aliyekuwa naitwa kwenye kwenye baraza hafiki. Walipoitwa hawa alipoitwa na hawa, aliitika akafika pale kweli, walitusuruhisha vizuri na wale waliokuwa wametudhulumu haki zetu. Kwa kweli, jamani, namshukuru rais kutuletea dawati hili, namshukuru sana sana sana, na Mungu amwongezee maisha marefu. Kigoma hakuna rais alikuwa ameshaliona hili la kusema kwamba labda aweke dawati la nini, la kutetea watu misaada ya sheria, ili atetee wanyonge, watetewe wanyonge tulikuwa tunanyanyaswa sana, lakini hawa ndugu zetu wametuokoa wametutoa katika janga, unaona no. wametutoa katika janga kubwa, na hatimaye mi nasema kwamba hawa ndugu zetu hawa au watu utakwenda nao vizuri kwa nchi hii ya Kigoma Tanzania. Hapa Kigoma hawa ni msaada tosha kabisa katika maisha yetu, na kwa wengine wana, na, na kwa ushauri naotoa kwa wale wengine ambao wananyanyaswa kwa kweli wawaone dawati la Samia au dawati la misaada ya, ya kisheria wakapata msaada mzuri bila shida, na ndiyo maana anasema Samia juu.